Na ni kwa namna gani pia kwenye masuala ya mauzo ya jezi yanachagiza pia kwenye kuongeza kipato, sio tu kutegemea ile mapato ya getini. Jezi ni mradi mzuri sana, nadhani mashujaa na timu labda kutoa hizo Simba na Yanga, basi sisi ndio tunaongoza kwa nini mauzo ya jezi kwa research, hmm. Lakini mratibu of course sisi tunaona kwamba unaona kwamba sisi, mfano ligi ya msimu uloisha ule mwaka juzi msimu wetu wa kwanza, baada ya kwanza alikuwa Yanga kuingiza washabiki wengi uwanjani, akafuatia Simba washabiki wengi uwanjani, ikafuatia Mashujaa afu akafuatia Tabora. Unaona ilikuwa hivyo. Sasa hapo ni kuingia watu, sasa kuingia watu uwanjani, hicho ni kigezo kwamba sisi tuna washabiki wengi, na Dar es Salaam jezi tunauza jezi nyingi sana. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sisi tuna Jezi, i, kwa wingi sana ni yani, yani, yani Omari, kwa kwa Tanzania yetu eh, kila mkoa ambao utakaoenda lazima ukute mtu utoa kidogo. Kwa hiyo yani, lazima jezi ziuzwe. Al alafu alafu pia hii timu ni timu ya timu ya jeshi, kwa hiyo kila na wanajeshi wapo, na natamani pia kufahamu kutokea kwenye hizi kwenye timu yenu kuna hizi swala linasema jezi feki, na na nanyie mnakumbana nayo ama ni wale wengine tuko tukumbana nao, lakini nadhani kwa sisi bado hatujapata hiyo kadhia, lakini nadhani tukipata yule mtakuwa ajabu sana. Una una nini una nembo hapo eh? Sasa sisi watu wana nembo ya jeshi, ufahamu tu, atakuwa mtu mtu ajabu sana afoji nembo ya jeshi eh. Bado hatujakamata, tukikamata watu kama hao itakuwa ni itakuwa jambo la mimi sana la la fedha ya kwanza kuoni foji na nembo ya jeshi yanazungumzika cha kumalizia, mratibu namda wetu nao umesogea sana kumalizia. <tukenai vizuri> <tukenai vizuri> tunaomba mashabiki wetu ambao Tabora wako wengi sana, waje kwa wingi kushangilia timu yao kesho kutwa Jumatano, hmm. Ili sisi tunaamini kwamba mashabiki ni sehemu ya, ya timu yetu mm, na ni mchezaji wa 12 wao, waje kwa wingi kushangilia timu yao, na sisi tunaambia hatuangusha timu ya, na mimi mimi nilivyo niki huwa nanenepa hivi eh, yani mpaka mimi na mimi na nanenepa hey. Mm. Kwa sababu nini? ya matokeo watu kuingia uwanjani kushangilia, okay. <laughs> timu yao <laughs> <laughs> Hapo msimu haujachanganya, ukichanganya hapo mlango ah, tunaongeza kidogo hapo mlango muongeze.